Ah, utashtaki nini? Lakini mama mjomba mm, anavuta chumbani kwa dada huyu. Mtoto wako mwongo sana tena, umwangalia watu wanaongea na singizia. Hapa nikuwambia aende shule hataki, sitaki uongo, aii. Lakini,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 Kweli vijana wana uwezo wa kufanya kuharibu ndoto nyingi za mabinti, lakini pia kwa upande wa pili, mabinti nao wana uwezo mkubwa wa kuharibu ndoto zao wao wenye. Kwa upande wa kwanza vijana um, wana, tunasema wana take advantage, wanatumia wanatumia vile vitu ambavyo mabinti wanakosa, wao wanawapatia kwa ajili ya kuharibu ku, zile ndoto walizonazo, kwa mfano kuna mahitaji mengi ambayo watoto wakiwa, kwa kuangalia kwa kwa familia zetu ambazo tunatoka na ambazo tunazo, kuna namna baada ya hiyo uwezo wa kumpatia mtoto kila kitu anachostahili kwa wakati kwao. Kuna muda na vitu wanashindwa kupata vitu kwa lashino, muda na vijana wanatumia hiyo nafasi na kupata kuharibu ndoto zao badala ya kuwasaidia kuzitimiza na kuwaingiza nazo especially mahusiano katika umri mdogo au, wow, um, wow, kuwapeleka katika sehemu za starehe ambazo wao kiumri wao wakutakiwa kuwa maeneo yao kama club baa na sehemu zingine katika umri mdogo. Kwa hiyo hiyo ni kwa upande wa kwanza wa wavulana kweli wa vijana, nakubaliana nalo kwa asilimia na hamsini, lakini pia kwa upande mwingine mabinti na wao wanachangia japo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 tuna, tuna wamaya tunapenda tuna, tuna mafanikio yao wamefika, na sisi tuwe wahamasishaji wakubwa kwa kuwatia wmaviti moyo, kwa kuwasaidia kimahitaji pale wanapopelea, bila kuteka advantage kwenye maisha yao. Kama kuna namna amepelea madaftari, amepelea uniform, tujitahidi kuwasaidia bila kuhitaji chochote in return.